Karibu mtazamaji. Sasa ukitaka kujua muungano wa Tanganyika na Zanzibar una changamoto na wananchi hawauelewi vizuri, basi ni hapa linapokuja swala la uteuzi wa viongozi. Hivi karibuni Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Ayubu Mohamed Mahmud a, mbunge wa Chahani kuwa naibu waziri wa, wa mambo ya ndani ya nchi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, swala ambalo mitandaoni limezua gumzo. Watu wanalalamika upande wa Tanganyika wanalalamika wakiona kwamba wazanzibari wanajazwa kwenye serikali yao, yani yo serikali ya muungano, na wazanzibari wanawaambia nyinyi mkoje? Kila siku tunasema muungano na matatizo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni ya wote, kwa maana ya Zanzibar na upande wa bara. Tazama maoni ya wananchi ujionee jinsi muungano livo na kizungumkuti na watu wake pia walivyochanganyikiwa kuhusu swala hili. Tazama hoja zao. Bwana huyu aliyeteuliwa amewahi kuwa mkuu wa mkoa Mjini Magharibi, mkuu wa mkoa wa kaskazini Unguja, mkuu wa mkoa wa kusini Unguja, ambapo kwa sasa ni mbunge wa jimbo la Chaani, mkoa wa kaskazini huko Unguja. Haya, tusome maoni. Na maoni yanasema hivi. Joni Kamwela anaandika, kwa nini Mtanganyika hawezi kupewa uongozi visiwani? Muungano batili huo, katiba mpya inatakiwa. Hadija Magufuli akajibu, ndio tulitakiwa kuungana wote, tuingie barabarani tukapinge vikali huu utawala batili, lakini wapo wengine wakishapewa elfu kumi basi huambii kitu. Ali Hilali Vuai akajibu, akimjibu John Kamwela akisema, jifunze muungano kwanza, halafu ndio uchangie. Amvud Mvutano uliendelea Ali Masudi akasema kwani useni mwingi ni Mzanzibari? Kauliza Ali Salum Hamisi. Akamjibu Junikamwela akisema mbona wapo masheha na naibu sheha wa Zanzibar lakini kutoka Tanganyika. Salum Saleh Muhammed naye akasema kwani huyo kapewa uongozi wa Tanganyika au Tanzania? Acha ushamba, sasa huku kwetu kuna Watanganyika na wawakilishi hasa tena wa kuchaguliwa na kuteuliwa, akimaanisha Watanganyika wanateuliwa Zanzibar na wana nafasi mbalimbali uh, visiwani Zanzibar. Haya, tukiendelea mwa, Mwafuja anasema kwanza sio shida zetu, biashara zetu zinaenda vyema, mambo ya mawaziri sio kipaumbele kwetu, pika hivi. Elia Kilinga akasema halafu kuna vijana wanajiita LVCCM wamekalia uchawa na ujinga tu tuna tunatafunwa kipumbavu na vijana hawajui hata mustakabali wa Tanganyika, inaumiza sana. Mwingine Geoffrey Mtweve akasema, acha uchochezi, wizara hii ni ya muungano, kuwa mkweli unapoposti kitu, akimaanisha Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, muungano kwa hiyo anayeweza kuongoza anaweza kutoka upande wa bara au anaweza kutoka upande wa Zanzibar. Thomas yeye anasema, halafu unakuta mapimbi wa UVCCM ndio machawa wanashangiria. Eyon anasema hili swali nimejiuliza mara zote, kwa nini kwao wataki tuwe viongozi ila kwetu watuongoze hii koje wakuu? Huu ni upuuzi mkubwa aisee, mchangiaji alisema <laughs> <laughs> na huu ni mkanganyiko ambao watu wengi wanao, watu wengi wanao, ambao hawajui muungano kuvipi. Ni moja ya vizungumkuti, ni moja ya mambo ambayo yanaonyesha kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao umetengeneza hiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa una mapungufu na una matatizo kiasi, yes, kwamba hata watu wake walio wengi bado hawaujui unasema nini. Watu hawajui kwamba muungano ni wa pande mbili, Tanganyika na Zanzibar, nchi ambazo zilikuwa huru kabla ya kuungana. Na pia kuna masuala ya muungano, kuna wizara ni za muungano ambazo nafasi inaweza kuchukuliwa na mtu yeyote kutoka upande wa bara ama upande wa Zanzibar. Sasa e, bina akajibu, uh, toba machogo, wanaanza kushtuka kutoka usingizini. Sasa ndio wanajua muungano batili. Wakati wakitawala Zanzibar hawakujua kama batili, sasa wanatawaliwa wameshtuka. Haya, sasa kutesana, kutesa kwa zamu, anaandika mchangiaji Bina Alhaji. Haya, tukiendelea kusoma na kuona jinsi watu walivyochanganyikiwa kuhusu muungano. Mwingine anaandika, anaitwa China. E, Kea anaandika mpaka mkuu wa tume ya uchaguzi Zanzibar ni Mtanganyika, mpaka majeshi wanayoipigia CCM kura wengi ni Watanganyika, hata vitambulisho vya Mzanzibari vingi vinamilikiwa na Watanganyika. Fika Zanzibar uone mwenyewe, wanaambiwa hapo. Haya, mkondo akajibu Joni e, Kamwela, Tanganyika haina nchi ya Tanganyika, ameiuza Nyerere kwa utapeli wake wa kujiona yeye ndio kila kitu. Sasa Mungu anatuonyesha Tanganyika ndio nini. Ukizungumzia Tanganyika nani anakuelewa? Tanzania ni muungano wa Zanzibar na Tanganyika, lakini Nyerere aliwatapeli Wazanzibari kwa kuunganisha nchi mbili, lakini nia yake haikuwa hiyo, ilikuwa nchi iwe moja tu, na yeye yupo tayari kufanya makosa mawili kwa wakati mmoja, akae katika nafasi yake. Aliandika Mkonda kidio Haya, umsolopa gaz anaandika: mambo ya nje wamo, mambo ya ndani wamo, elimu wamo, fedha wamo, mawasiliano na uchukuzi wamo, ukuu wa mikoa na wilaya mbalimbali mbali wamo, ukuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wamo. Nyie Watanganyika mmeweza kuteuliwa kuongoza Zanzibar? na usomi wenu mnasaga buti na makalio tu huku mkisifu ujinga na kuabudu upumbavu. Sasa hivi hata miradi mmeshazidiwa, wao wana hata madini. Wao hawana hata madini wala mazao zaidi ya mwani na karafuu. Said Omar anaandika akisema, tukitoka usingizini nchi imebaki kolongo. Haya, mwingine anaandika, Hussein Mwinyi ni nani kama siyo Mtanganyika? Ramadhani anasema kabisa, katiba mpya muhimu sana uh, wa Zanzibar. Al Shirazi anasema serikali tatu ni kilio cha Watanzania wengi sasa kutokana na pande zote mbili. Za Wazanzibari walidai tangu zamani, hata wakati wa uamsho mashehe walikuwa wanahubiri jambo hili, wakati wa ndani wakapewa kesi ya ugaidi na uhaini. Sasa hivi watu wa bara wanalidai wanadai haki yao. Nahisi katika mabadiliko ya katiba yajayo litakuwa na nafasi, tusubiri tuone. Nam, kwa hoja hizi za wananchi, unajua kabisa kuwa baadhi ya watu hawaujui muungano uko vipi, unasema nini, unataka nini, na kipi kimeungana kipi hakikuungana na mambo kama hayo. Kwa ufupi muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni unakizungumkuti kwa sasa, na mambo mengi sana yamebadilika. Wewe unasemaje? Tupe maoni yako kwenye comment section. Unalionaje suala hili la muungano? Je, wewe unauelewa hasa muungano ulivyo? Tuambie kwenye comment section, na tukutane wakati mwingine tukipewa pumzi.